Je, kwa hizi nafsi zenyu hamuzingatii? Hamutaki kujua kwa kina kuhusiana na nafsi zenyu? Sasa leo, mtu anapotaka kujua characteristics za mwanadamu, za mwanamke, za mtoto mdogo, hili katika Uislamu ndo mahala pake, bimaana psychology ni somo ambalo kwamba tumehimizwa ndani ya Qur'ani tuwe ni wenye kulisoma. Anakwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afala yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, je huyu mwanaadamu hamuangalingania alivyoumbwa? Sasa wengi kuchukulia jambo hili kwa ujutu, basi ngamia naumbwa na miguu minne, ana shingo ndefu, ana nundu mgongoni na hali kama hii. Lakini sio maana yake, ni uangalie ngamia kutokana, kuanzia kuumbwa kwake, kutembea kwake, kuishi kwake, uvumilivu wake, kuona kwake, kusikia kwake haya yote yanaingia ndani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anapotuuliza, na juu ya hizi nafsi zenu, je, hamuzitizami? Hamuzingatii? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka tuingie kwa kina kuangalia tabia zetu kwa ujumla, mienendo yetu, characteristics zetu, na unapo ya jua haya, basi utapata amani, kwa sababu mara nyingi unaishi na watu hawa. Watu wako na tabia zao. Sasa ukishaje zijua zile tabia, basi moja kwa moja utakuwa unaepuka yale madhara ambayo kwamba yanatokana nao. Nitapatia ya mfano, mathalan, unajua mimi ndugu yangu mmoja anapenda sifa sana. Hatusemi ni sifa nzuri Nasema mtu anapenda sifa, anapenda kusifiwa na haya yanatokea nature ya mwanadamu. Kwanza siku zote anapenda kusifiwa, lakini kuna watu ambao kwamba wamezidi wame katika hili wamezidi katika hili. Ushaona mtu hapati amani mpaka asifiwe, asiposifiwa hukasirika. Sasa hili wewe umelijua mtu huyu, utakuwa ukimwandol katika hali tofauti na yule mwingine ambaye kwamba umejua huyu hana hana mambo ya hana mambo kwanza, mambo ya sifa sifasifa hayapeti. Kwa hiyo wakija wote pamoja, ngine katika hadhara kama hizi au katika mikutano au katika sehemu kubwa kubwa, basi ule wa sifa unakuwa ni mwenye kumpokea kwa njia tofauti, kuepukana na shari zake kwanza, pili kumbeba kama alivyo, tatu, na hali kama hii. Kwa hiyo leo tunakwenda kumwangalia mwanamke. Mwanamke ni nani? Mwanamke ni mwanadamu, mwanadamu ambaye kwamba aliye na jinsia ya kike, mwanadamu aliye na jinsia ya kike. Kwa hivyo siku zote mwanamke hutakiwa kuwa mke. Haya, ulimwengu ametuletea saizi kutuvurugia mai mambo ya kusema mwanamke anaweza kuwa mwanamume, mwanamume anaweza kuwa mwanamke. Huu ni ukorofi tu wala si kingine. Mwanamke anatakiwa kuwa mwanamke. Allahu subhanahu wataala anatambia, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kutokana na dalili za Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba kutokana na nafsi zenyu, kutoka kwa nafsi zenyu azwaja, ameumba wanawake. Kwa hivyo wanawake wametoka katika nafsi zetu. Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba Adam alayhi salam, akaja akamuumba Hawa kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema min dhili, kutokana na na ubavu mwanamke jina hili au taito hili la kuwa mwanamke huwa anapata, anakuwa ni mwenye kuitwa mwanamke, ima wakati amekuwa mtu mzima au wakati amefanya nini, amebalehe. Hapa ndiyo anaitwa mwanamke. Akiwa mdogo, mtoto mchanga amezaliwa, anaitwa mtoto wa kike, mpaka anakuwa kuwa anaitwa msichana, akiendelea kukua nafika katika stage anaitwa mwanamwali, anakuja katika stage ameolewa, sasa ana watoto, anaitwa mamake fulani. Na haya ndio majina ambayo kwa majeshima, kila kabila na kila eh, society utapata wanalitumia hili mamake fulani shoma ya yeah. Lakini pia anapofika mahala akawa na wajukuu, huitwa nyanya, au bibi. Watanzania wanamuita bibi, sisi Wakenya tunamuita nyanya na uh, waliwahi watu kubishana kuhusiana na haya, kuhusiana na masuala ya lugha. Watanzania na Kiswahili, Wakenya na kiswahili chao. Sasa Watanzania wanauliza nyinyi, mwajifanya mwajua kiswahili sana, mbona bibi mumuita nyanya? Hamjui nyanya ni zile tukipikia mboga, nyanya zamuliwa sokoni? Wakenya nao akauliza ilikuwa vipi mumuite nyanya bibi, wakati sisi tunajua bibi ni mtu amekuwa amemuoa umemuoa. Sasa handi kama hizi katika masala ya lugha hayo, na na mambo yake. Kwa hiyo anapokuwa na wajukuu huwa anaitwa nyanya, au anaitwa anaitwa bibi na hawa wanawake kulingana na utafiti ni kwamba wao ni wengi kutushinda sisi kwa idadi. Baadhi ya watu wanasema tuko nusu, ni nusu ya wanadamu, lakini utafiti ambao kwamba ulio sawa ni kwamba hawa wanawake ni wengi kutuliko sisi, ima wanatudabo na zaidi na zaidi, na hii yote ni kutokana na mengi ambayo kwamba yanamfika mwana mwanamke mwanamume siku zote ndio wa kwanza kuondoka hapa duniani. Kuna mambo anaweza kuyahimili kiafya ya mwanamke, mwanamume hawezi kuyahimili. Hata ikitokea ni masala ya njaa, mwanamume hata njaa itamaliza kabla, kabla ya mwanamke. Ndivyo alivyoomba. Lakini pia wanaoyabeba wanaume katika nyoyo zao, mwanamke am mwanamume na Mungu alimtoa kufanya nini? Wa kubeba na kufilikia. Sasa yeye akipata matatizo kidogo atatoa machozi, atatafuta na yajua na asiyejua, atateta, atazungumza hata peke yake. Lakini wewe mwanamume matatizo yote yanayokukumba ndani ya nyumba yako, kazini, manjiani, haya yote unayafilikia. Unayabeba katika moyo wako. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinafanya huyu mwanamume kuwa atadhoofika haraka sana kumshinda nani? Kumshinda mwanamke. Lakini kuna tofauti ambazo kwamba zinazopatikana baina ya mwanamume na mwanamke. Wote ni wanadamu, lakini katika maumbile wana tofauti chungu nzima. Kuna tofauti za kudhihirika ambazo kwamba zinaonekana tu katika maumbile yao. Kuna mambo ambayo sisi hatuna, hizi ndevu hawezi kuzipata mwanamke, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba baadhi ya wanawake ambao kwamba wanakuwa na ndevu. Lakini pia vifua vyetu na vyao tofauti, wao wametushinda kwa vifua, sio sisi, vifua vyetu ni vidogo, ila ni flat kabisa, na mengineo, tofauti za za kimaumbili, lakini hapo hapo katika tofauti za kimaumbili, tuna tofauti na wanawake katika fikra; fikra zetu katika mtazamo wetu, tuna tofauti kubwa sana na wanawake. Anavyoona mwanamke na kupokea si vile anavyoona mwanamume na kupokea anavyosikia mwanamke na kufahamu, si vile wewe mwanamume unafanya nini unaposikia na kufahamu. Tumeungwa akili zetu hazifanyi kazi katika namna moja. Mwanamume bongo lake limegawanyika, unaona bongo la mwanamume limegawanyika, la huyu mwanamke ni bongo liko mviringo, liko sawa, na hii ikampatia mwanamke mwana uwezo wa ku ili akili yake kubeba mambo mengi kwa pamoja, ambapo kwamba mwanamume mwana mwana haliwezi hivi. Mwanamume mwana anataka kila kitu kwa hatua, kila kitu kwa hatua. Leo ukaingia katika malimba yetu utapata mwanamke yuko jikoni yuwapika, kuna nguo bado ziko katika beseni na yuwafua. Huyu huyu mwanamke utampata mdomo wake hujanyamaza, yuwaimba. Yuko jikoni yuko na kazi ya kufua yuwaimba, na ukiwa katika pale kuna conversation baina yenu pia, conversation atahandle takriban mambo sita anaweza kuyafanya kwa pamoja wewe mwanamume huwezi hili, lako ni hili moja, malizana na moja, unaingia kwa nyingine, unaingia kwa nyingine. Lakini yeye mwana mwanamke, mwana kulingana na maumbile aliyoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kufanya mambo kadhaa kwa wakati mmoja, na hii ni moja katika sababu ambazo kwamba zinatusababishia ugomvi mkubwa sana katika majumba yetu, kwa sababu wao wanawake hawatujui sisi hawajui tuna uwezo akili zetu concentration yake ina uwezo wa kuhimili mambo mangapi, na sisi wanaume pia hatujui wao wako na upeo wako na kipaji cha kuhimili mambo mangapi. Sasa unakuta mara nyingi mwanamume akiingia nyumbani, atamsomea mwanamke, wewe wafanya hivyo, wafanya shika jambo moja malizana nalo, fanya nyingine hii ni kutaka huyu mwanamke awe kama wewe, ambapo kwamba kwa haliwezekani, haliwezekani. Na yeye mwanamke, mara nyingine utapata vile anavyofanya yeye, anataka pia wewe ufanye nini? Ufanye the same. Pengine umeamua lisikange kwamba uko free, sasa mnasaidiana katika yale mambo ya nyumbani au kazi za nyumbani, na hapo ndio hii anajifahiri unapomsaidia zile kazi, kazi za nyumbani, utapata yeye nakupeleka kwa spidi ambayo kwa kwamba wewe huwezani nayo, lakini hafahamu hili, hafahamu hili. Sasa, sasa tofauti hizi za kiwiliwili za kiakili bado kuna tofauti za kihisia. Kuna tofauti za kihisia. Anavyohisi mwanamume sivyo anavyohisi mwanamke. Wao hisia zao ziko kali zaidi, hisia zao ziko juu, na ndio maana ukapata wao ni wepesi. Akipewa tu habari on the spot, machozi yametoka, amelia, amefanya. Wewe mwanamume unaweza kuletewa habari za msiba hata usitokwe na machozi. Kitu kinagonga katika akili yako kwanza, tutamzika vipi? Sanda litatoka wapi? Jeneza ni vipi? Ataswaliwa wapi? Lakini mwanamke anapopata habari hizi, la kwanza ni zile hisia huwa zinambeba. Kwa hivyo, katika hisia wale wanawake wako juu zaidi, wako juu zaidi. Hata katika masala ya nyumbani, mambo na watoto, malezi, utapata wao kuna wakati ambao kwamba very fast mtoto pengine amefanyika kitu, mwanamke mnapiga naye story moja, tt acha nikamwangalie fulani, akitoka kweli mtoto pengine ameanguka, mijikuwa ameanguka, pengine kumetokea jambo. Haya ni katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewajalia.